Bwana, sakata la kuahirishwa kwa mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports clubu mchezo nambari 184 limeendelea kuibua mambo mengine mapya makubwa ambayo Watanzania hata walikuwa hawayajui. Ukiachana na wazee wa da Young African kule makao makuu ya nchi ya Tanzania, yaani Dodoma, wameibuka pia wazee wa daa Young African kutoka pale e, visiwani Zanzibar, nao wakiendelea kupigilia msumari, nao wakiendelea kushinikiza kwamba uongozi wa kikosi cha Yanga yale maagizo yale, maadhimio yale, makubaliano waliokubaliana katika vikao vya ndani kwamba hawataucheza mchezo nambari 184 ambapo bodi ya ligi walisema wataupanga dhidi ya Simba e, waendelee kushikilia humohumo humo. Lakini pia wazee wa Zanzibar wameendelea na wamefika mbali zaidi, wakasema wanamuomba na wanamtaka rais wa TFF wa Rasikalia aweze kujiudhuru e, aweze kujiudhuru e, kutokana na kauli mbalimbali mbali ambazo wanazisema ambazo moja kwa moja zinawasema na kuwalenga wapenzi na mashabiki wa kikosi cha uh, Young African. Na ishu nyingine katika sakata hilo ni kwa namna ambavyo eh, sakata hili linaonekana lina uh, harufu za rushwa, harufu eh, za rushwa. E wana, na sakata la kuahirishwa kwa mchezo wa kare ya codabi kati ya Dayang African dhidi ya Simba Sports limeendelea kuchukua sura mpya kabisa baada ya wazee wa Dayang African kutoka kule nchini Zanzibar, kujitokeza na kutoa e, malalamiko yao kwamba kile ambacho Dayang African viongozi walikiamua e, kutokana na sakata a, la mchezo nambari 184 na wao wanapigilia msumari humo humo wakiamini kwamba e, uongozi maamuzi walioyamua ni sahihi na wapo pamoja nao kwamba hawataucheza mchezo nambari mia moja themanini na nne dhidi ya Simba, lakini pia hawana imani na uongozi wa rais Wallace Karia e, katika shirikisho la soka nchini Tanzania pamoja na bodi ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Hayo yote ni kutokana tu na mchezo huo kuahirishwa e, na kupangiwa tarehe siku nyingine kama ambavyo bodi ya ligi wanasema. Tuandikie maneno katika sehemu ya komenti. Una maoni gani juu ya sakata hili ambalo limeendelea kugusa na kuunga vichwa nchini Tanzania?